Uwekezaji na uboreshaji wa mikakati ya maendeleo ndiyo nguzo kuu ya kujimarisha kiuchumi na kimaisha katika jamii. Hayo ni kulingana na zaidi ya uwekezaji mia nne ambao kila mwanachama wa chama cha akiba na mikopo cha Imarika Sacco amewekeza zaidi ya shilingi milioni moja kupitia Imarika Sacco, kulingana na baadhi yao ambao wamehudhuria warsha ya siku mbili kuhusu uwekezaji na utumiaji wa mikopo ambayo andaliwa kila mwaka na chama cha akiba na mikopo cha Imarika Sacco. Wakiongozwa na Linda Kithi wameelezea jinsi walivyonufaika tangu walipojisajili na Imarika Sacco. Sijajuta kwa nini nilijiunga na Imarika, kwa sababu Imarika imekuwa maisha yangu yote. Sijawahi chukua loan hata kwa bank kwa maisha yangu yote ambayo nimefanya kazi, niliandikwa na 1997 na mpaka saa hizi nimekuwa Imarika kwa huo muda wa miaka ishirini. Imarika imenunulia shamba Imarika imenia, imeninunulia gari Imarika imenijengea nyumba Imarika imeniimarisha biashara yangu. Naye Michael Karisa amewashauri wakazi ambao bado hawajajisajili na vyama vya mafia, akiba na mikopo nchini kujitokeza na kujisajili na Imarika Sacco, akisema asilimia kubwa ya wakazi wa Pwani waliojiunga na Imarika Sacco wamepiga hatua kimaendeleo na uwekezaji. Kwa wale ambao bado hawajaingia uh, katika Imarika Sacco, basi ningependa kuwapatia ushauri huu kwamba waweze kuchukua wakati na waweze kuingia katika chama hiki, kwa sababu nimewahi kuona ama nimeweza kuona kwamba ni, ni, ni chama ambacho kinasaidia aa, katika hali za kimaisha. Tunaweza kuomba mikopo hapa na unaweza kufanya miradi yote ambayo we mwenyewe utakuwa ume, umenuia kufanya. Kwa upande wake afisa mkuu mtendaji wa chama cha akiba na mikopo cha Imarika Sacco, George Yongo amesisitiza umuhimu wa uwekezaji kupitia Imarika Sacco, akiwa raia wa Kenya kujisajili na kuwekeza ili kubadili maisha yao. Tumeweza kupata um, watu angalau 408 ambao wameweza kuwekeza zaidi ya milioni moja kufikia mwisho wa mwaka jana, na hao wote kwa ujumla wameweza kuwa na pesa zisizopungua uh, 450 milioni kufikia mwaka jana. Kwa hivyo hizo ni pesa ambazo zimesaidia kikubwa kwenye chama hichi kuweza kuhakikisha kwamba wanachama wetu wanapata wanatopa, wanapata huduma bora. Na kitu ambacho ningependa kutangazia um, watu wengine kwa umma ni kwamba ikiwa wewe uko pale nje na unafikiria eh, kutaka kujiendelesha kimaisha, uko na mapato yako madogo na labda unafikiria eh, jinsi ambayo unaweza kujikuza zaidi, ningependa kuwaomba kwamba msichukue muda, msipoteze muda. Njooni hapa Imarika Sako. Hapa ni mahali ambako utaweza kupata nafasi ya kuweza kuweka hizo akiba zako. Warsha hiyo ya siku mbili, hata hivyo, imefanyika katika ukumbi wa jengo la Imarika Sako mjini Kilifi katika kaunti ya Kilifi ili kuhakikisha wanachama wa Imarika Sako waliojiunga na Mili Club wameelimishwa zaidi kuendelea kuwekeza ili kuafikia kiwango cha kuwa bilionea. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Mwahoka Mtsumi, Coco FM, lava ya pwani.